Unaweza kunambia unawaza nini hapa? Maisha, mke wangu. Nimefanya nini maisha? Yaani toka uanze kuwaza maisha maisha, maisha, umepata nini? Lakini mke wangu, kwa jinsi tunavyoishi, eh? Kama hapa nimetoka asubuhi nimeenda kufanya kazi lakini mmoja hapa kazi yenyewe fuatani hamna alichofanikiwa chochote. Mimi naona kila nikijitahidi kupambana, naona kwamba hali yetu nazidi sana kushuka chini. Hmm? Kila siku kila siku. Wewe kila siku pesa hauna kila siku. Hali ngumu. Ukitoka kazini ni hapo tu. Mbona wenzako wamepata? Wewe unashindwa vipi kupata? Unataka nikusaidie maisha? Bwana mke wangu, mimi sinaendelea kupambana. Ni kwa... miaka mingi mpaka sasa hivi toka umeanza kupambana. Na kila siku nasema hivyo hivyo. Mke wangu, si kwa zifanani. Maisha gani hata tunayoishi kila siku? Mimi nimeshaachoka. Nishaachoka kabisa ya maisha. Kila yani nimeshaachoka, mwanzo nimeachoka. Hata siwi nani unishauri nije nikaolewa na wewe. Yaani najuta. Na kwa nini? We mwanaume gani? kila siku naweza maisha, kila siku naweza maisha, maish, hapo hata ufanikiwe. Sasa mke wangu unakosea. Nakosea nini? kila siku yani, kila siku maisha ndio haya hivi? Ehe, hivi yani, unanifundisha nini? Labda sio nikusaidie, sio kusaidia? kusaidia maisha Tumani. Tumani kusaidia maisha eh? subiri Blaza. Hey. Vipi, mbona unakuwa na mawazo sana? Na unajua unanichanganya hadi mimi mwenzako nakuwa na hofu, maana toka nafika hapa umekuwa ni mtu wa mawazo na si leo. Unawazania kweli, kuna kitu ambacho kinanisumbua. Ndio maana unaona nakosa furaha amani. Mi najua ni ndugu yangu, na ninavyokuambia wewe yani naweza ngapata msaada hata wa mawazo, lakini pia kwamba sisi nanau, mimi nimekuamini, na ndio maana nataka nikwambie siri ya ndani kabisa, mimi na mke wangu. Ah, kitu kikubwa ambacho kinanisumbua kwamba mke wangu Yaani, yani, tuseme kwamba ananibotiza sana, ni katika hali ya maisha ambayo tuko nayo sasa. Ina maana shemeji amefikia hatua kama hiyo? Yaani kama nitoka, subiri, nimeenda katika mihangaiko, nikirudi kule pengine nimekosa, sijafanikiwa, basi nyumbani hapatoshi, hapa pikiki, hapa liki Odi. Karibu. Asante karibu. Asante. Fika ndani. Hata sipiti shoga, yangu vipi Sauda? Shoga yangu, ndo nimekuja hivyo. Maana jelo mchezo ndo unaanza. Niko lele lele, mimi ndo kijumbe fanya kavyo shoga yangu naniona. Mwenzangu mimi mchezo nitaka niingie. Ila hali shakuwa sio nzuri. Yeye hata hivyo, yeye unavyoniona hapa, toka asubuhi nimekunywa uji. Yaani haya inazidi kuwa mbaya. Kama unavyojua shoga yangu, nishakwambia kuhusu maisha yangu yote. Nayewishi humu ndani yaani mchezo na utamani sana nicheza, lakini ndio nishashindwa tena. Yaani sina hata namna ya kufanya siwezi, yani sijui nifanye nini yani hivi. hmm. hmm. Shoga yangu, labda tu nikuulize swali, wewe mwanaume mchaguliwa au mchagua mwenyewe? Kwa sababu shoga yangu, yani siku, sikuelewi hamna eh. Shoga yangu, unazidi kukondeana mama. Maana shogangu nakuonea hadi huruma. Yaani kila siku nazidi kukuondeana hebu uone. Yaani vifupa mwana wangu mpaka vishingo vyote vimekuchomoka. Wewe shogangu. Yaani nataka kijola cha maana, huna vijola, kila siku hivi vina vinavyopaukiana. Sauda. Ha! Shogangu hebu jitazame. Mtoto mzuri wewe, mtoto mteke mteke. Unajenga nyuma shogangu ya kazi gani eh? Unafanya mpaka vishingo vyote mavi vimekutoka, mabega vime amekupanda ma vime hewani. Shogangu kwani wewe kwani mwaka gani? Maana sikuelewi eh, ujue. Ah. Sasa nitafanya nini? Ndio ishakuwa hivyo tena, yani navumilia, nitafanyaje? Yani sina cha kufanya mi. Shoga wangu tu, nikupatie wazo moja, wazo langu hili moja, na nakuwa shoga wangu lile wazo langu, lile wazo ambalo ninalokupa uweze kulifanyia kazi, si unanielewa tena? Ulifanyie kazi kisawa sawa, shogangu, ujiongeze. Una plani nyingi sana za kujiongeza, ukawa unaweza kujitunza wewe mwenyewe, usizidi kung'ang'ana hapa, jiongeze shogangu. Mimi nimemaliza.

Akisema nimejitahidi muda hata na vijiogo viwili vijisukari, basi ndugu yangu, hivyo naweza nikapiga mwana vidogo. Ana anazidi kunitawala, ana ananipanda kichwani mpaka nashindwa. Ndo mwanamume wake, inabidi ukae chini, mwelekeze kila kitu Usimzungushe zungushe, sijui leo naweza nikapata, ni kama hali ni ngumu. Mwelekezi kila kitu, ajue kabisa kwamba kwa sasa maisha bado magumu, siku kipata unaweza kumhudumia hivyo anavyohitaji yeye. Mm, shemeji, huenda maisha haya kijijini bado hajazoea, tokana hata kwao yeye huko palikuwa ni mjini mjini, hivyo inabidi umweleweshe tu, kaa chini, ongee naye atakuelewa, hata kama. Lakini mwenyewe hali maisha anaiona eh? kwani hata hapo mara kwanza ambapo tulikuwa tunaishi tulikuwa tujafikia hii hatua mimi binadamu leo nakosa kesho napata ila sasa yani nafika stage mtu unarudi nyumbani anaanza kukubuatiza kama mtoto haya kitu gani hela ka hela wapi umempata wapi umefanya kazi wapi hela iko wapi hayo ndio maisha ambayo nastahili kuishi binadamu kweli ah, mimi nikipata wasaa wa kuonana naye naweza nikaongea naye kutokana hata shemeji mimi na yeye tunaheshimiana sana hivyo unahisi atanisikiliza tu mmm sasa, yani hapo ndugu yangu hapo ndio umeongea kitu cha msingi sana, mwelezee kila kitu, kwa bwana maisha kweli siko akipata, utakiona maana, anaweza akafikiria kwamba pengine mimi napata hela huko, alafu natumia katika njia tofauti eh. Muda mwingine ndo akili ya wanawake. Siku zote mwanamke anapoona umekosa hawezi kuamini, anahisi labda unapata, lakini kuna sehemu unaenda kugawa nini. Hicho kitu kipata hivyo. Mimi nitaongea naye pia na wewe. Mimi sipendi kukuona ukiwa katika hali kama hiyo. Hmm, mimi nakaa huku, huko peke yako unawaza, unawaza, unajipa stress, unaumiza akili, unachosha kichwa chako bure. Inabidi kidogo mara moja moja unaenda na kidogo, mara moja, mara moja, zunguka zunguka huko katika vijiji vya kahawa, unajichanganya na marafiki, kama hivi tunapiga stori nto hivyo lakini, unavyokaa peke yako tu, unawaza mambo kwa kuhusu shemeji. Shemeji, nahisi bado unapoteza muda, unaweza kawaza na usipate kitu. Ah, chochote Habari yako, Mshinda. Salama salama. Vipi kwa mimi, sinataka kula. Unaacha shilingi ngapi? Mwende ndani ongo. Sinileacha akiba asubuhi. kwa akiba gani? ni begero, niachia. Mwende ndani kwa shilingi ngapi? unaisha edae na kuuliza. Kwa hiyo unaweza inaweza kakizi vyakula vyote hivi? Mke wangu, si unaangalia ya wenyewe jinsi maisha jinsi yalivyo, hmm? iko ndo kipato changu ambacho nimejaliwa sasa. Kwa hiyo mimi nishinde na njaa kweli? Nilikuambiaje nikusaidie maisha, si ndio? Hapa haugusi, usipoacha pesa ya kula ndani, hali ndo kama hii hata kidogo, basi, hata kijitonge kidogo, mke wangu. Yaani hapa hauli, haunawi, umetoka wapi kichakula? Mke wangu, sasa ukiwa unaongea kama hivyo, utakuwa na unakosea. Nakosea? Tambua mimi mume, mimi naangaika kwa hali na mali, natoka hapa asubuhi jua linachomoza, na udijioni jua linazama. Umekuja na shilingi ngapi bana? Sina pesa. Hata kitonge, hata kidogo basi. Ataki tongi, ataki

Unaweza kunikimbia mimi? Unaweza kunikimbia mimi? Ah! Ah! Ah! Ah!